Kwengeneko ni kwamba mwanamke mmoja amelazwa katika hospitali ya Nairobi Womens' akiuguza majeraha mwilini mwake baada ya kile anachodai ni kuadhibiwa na mpenziwe ambaye ni mfanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa, Ruth Gakii aliye na umri wa miaka ishirini na sita. Pia anadai kwamba maisha yake pamoja na ya mwanawe aliye na umri wa miaka mitatu yamo hatarini, kwani hii si mara ya kwanza kwa mwanamume huyo kumpa kipigo cha mbwa mbali na kutishia mara kwa mara ya kwamba angemtoa uhai. Ni hatua za uchungu za Ruth Gakii ambaye anadai kunusurika kifo kwa tundu la sindano mikononi mwa mwanamume mmoja anayemtaja kuwa raia wa taifa la Papua New Guinea ambaye pia ni mfanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa UN tawi la Nairobi alikuwa ananipiga niko na mimba i had complications with my pregnancy and when i tried to go and report the guy to the diplomat police they always try to cover him and they always tell me can we talk aside and the story ends up like that gakii anadai kuwa mzozo kati yake na jamaa huyu kwa jina alphonse kambu ulianza siku ya Jumapili baada ya jamaa huyu kuchelewa kumleta nyumbani mtoto wao wa miaka mitatu. Was drinking with my son until 1 o'clock Until, uh, wait um, customers wakaanza kupiga kelele. Why is he drinking with the baby until one o'clock and this like analalisha mtoto kwa couch kwa couch ya ba. Na licha ya kuripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Kiamombi, Gakii anadai kuwa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa dhidi ya mpenziwe huyo, huku akidai kuwa mshukiwa huyo angali anayatishia maisha yake. Juhudi zetu kuwasiliana na mshukiwa huyo hazikufua dafu kwani hakuzipokea simu zetu wala kujibu jumbe zetu za simu, ila kwa sasa Gakii ni mwingi wa hofu huku akiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Nairobi Women's. If he can be deported, I'll be very happy. Because he has done a lot of things even to, to girls and they are ready even to come and talk. Muremi Mwangi KTN leo, Nairobi.